Kwingineko, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amepuuza mkataba wa makubaliano kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga akisema hakuna umuhimu wowote wa kwa wananchi. Akizungumza katika eneo la Sinyereri, kaunti ya Trans Nzoia, wakati wa hafla ya usambazaji wa mbegu za mahindi zinazotolewa bure na serikali ya kaunti, Natembeya amesema makubaliano hayo yanaweza kudhoofisha upinzani ambao una jukumu muhimu la kuhakikisha serikali inatekeleza miradi ya maindiru kwa uwajibikaji. Aidha, aliwataka viongozi kuweka kando maslahi ya kibinafsi na badala yake kuzingatia utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Sindio? na Gen Z walikuwa wanauliza ajira, employment, walikuwa wanauliza opportunities, walikuwa wanauliza mwisho wa ukabila, walikuwa nasema, the tribeless. Ama mimi nadanganya? walikuwa wanasema mambo ya ushuru ishuke chini. Hakuna mahali jenzi walisema kwamba viongozi washikane pamoja, upinzani vunjike, watembee pamoja.